Kwa majina naitwa Thomas Salumu, mwana madhabahu ya uzima amani Mabangu wa kiroho. Asante kaka Chia, eh, amenifungua vifungo vya chuma. Kuna ushuhuda niliokuwa nimeutoa ila, jana kuna kitu ambacho nikasikia cha tofauti, ikabidi nipite mbele kabisa moja kwa moja, kwa sababu kuna kitu ambacho kimejitokeza, ndio nimeshangaa. Nilikuwa natoa ushuhuda kuhusu mdogo wangu huyu. Wacha wengine msije mka hivi, kwa nini anakuwa anatoa ushuhuda anamtolea, sasa yamepita yeye mwenyewe ili aeleze vizuri, kwa sababu kutokana na changamoto alizokuwa nazo, kwamba masikio alikuwa meziba, macho alikuwa hayaoni kabisa, akiingia darasani anaona mawili mawili. Sasa aliponipigia simu mi kataka kama vile nikataka kupata pressure, lakini kwa kuwa anatembea na nguvu ya mazabao yao zima na mali na baba wangu wa kiroho yuko pamoja na mimi ilimii, naomba ueleze ilikuwaje mpaka sasa hivi umefikia hatua hii. Bwana atukuzwe sana. Kwa majina naitwa Shukuru Renardi, ni ndugu wake na Thomas Alum. Kama ambavyo ameshakwisha kuelezea, nilikuwa masomoni lakini mwaka jana Jude I think nikatokewa na matatizo matatizo mawili kwa wakati mmoja. Macho yakaanza kuuma tu afu yanatoa machozi yana hata kama tukiwa labda ubao kwa hapa hivi yani, sio naona machozi machozi tu naona maandishi kama yanacheza pale ubaoni, labda mpaka nifumbe kabisa, ndio naanza kuona kwa mbali kidogo. Ile ilichukua kama muda wa wiki moja. Baadaye nilikuwa nimelala Nikaamka, masikio nikamka yote yameziba, nikaa meziba kabisa, nasikia kwa mbali. Baadaye moja likaa limeachia, ile upande wa kushoto ndo likaziba kabisa, ende nyewe ndokaa nikiziba ili kavili nimeziba yote. Akanipigia simu kakaangu akaniambia, hizo ni hila za shetani, hazitaki ufikie hatima yako, ko fanya uje kwenye madhabahu ya uzima na amani, utapona. Ah, si ni adui ndo alikuwa naweka kizingiti, lakini na mizigiti, mimi nikawa chinga chinga nyingi ubizi nini, lakini wakashirikiana na Baba Baraka hapo hivi, akanipigia simu nikaongea nao, nikasema basi wiki ijayo nitasafiri nije. Sawa sawa, kweli Mungu akanisaidia, nikaja. Akanileta hadi kwa Baba kwani hapa hivi, akanipaka mafuta machoni, akamimina mafuta masikioni, macho ya kuchukua muda yakaachia Hiyo mikono yako imerudi, au umewaachia watesi wako. Chapa chapa chapa chapa chapa chapa chapa tena, chapa, tena chapa, tena chapa, tena chapa chapa, amen. Uh, tena na sikio na upande wa kulia likawa nasikia vizuri, ila hilo huko nikawa changamoto, yani ikawa limeziba kabisa mpaka nimeingia 2026 hii juzi ndio nilikuwa na plani ya kusema ya, ya kuja huko kwa kaka yangu. Nililala asubuhi nilala usiku, nikaamka asubuhi nikahisi kama yaani kuna kitu kimetoka kama kama glory hivi ni, imetoka masikioni, yaani imedondoka, nika na kuja kushika, ni kama yaani kitu cha duara cheusi kimetoka masikioni, kimoweza kigumu. Yaani sikutaka kumshirikisha mtu, nikaanza nikitupa tu Kuanzia hapo nikaanza kuhisi kwa kwanza upepo yani, upepo unaingia masikio, nasikia kila kitu mpaka yani nikawa mwepesi. In short kuanzia hapo nikaanza kusikia kila kitu namshukuru Mungu ni Bwana Yesu amenisaidia, wa madhabahu ya uzima na amani. Asante kwanza. Kwa hiyo unaonaje kutokana na changamoto nilizokuwa nazo mimi Chana nisi ukwazi na subuwa subuwa, na hiyo ni shahidi, nilifikia hatua ya kupanda juu ya miti. Jamani naomba nitoe ushuda huu kwa ajili ya kaka angu. Ni kweli namshukuru sana Yesu kaka angu alipomtoa. Kuna wakati ilifikia yani, nikaanza kufikiri sasa nimepoteza kaka angu. Yani akajikuta akaenda jalalani anaokota uchafu. Of course tumekaa tu sometime ndani anatoka tu ghafla. Unakuta amelala juu ya miti. Nini shida? Huyu haelewi. Huyu Thomas. Huyu kaka yako yes. Kabisa. Yaani haelewi. Baadaye ile hali kimtoka. Ukianza kumwe, kumwelezea anasema mimi sijui. Kwa nini kimetokea? Lakini imemsumbua ndani ya miaka kama miaka minne inamsumbua ile hali. Basi mwaka juzi akachukua uamuzi mwaka jana, mwaka juzi akaja hapa ni Mungu alimsemesha kiukweli, toka amekanyaga madhabahu hii haijawahi kutokea, wala sijawahi kusikia kwamba kakaangu siamepata geaauik na kwa sababu hapa nilipo ima sababu imenifikisha mbali sana, siku nyingine tukio hilo nilitaka kujinyonga, si unakumbuka? Lakini ilipokuja kwa ima sababu ni maroho yakaniachia. Kuna mtu alikuja kunikatia kamba, si unakumbuka? Saa hivi ningekuwa nimekufa mimi kaka yako. Usingepata wapika kamba nyingine Yesu. Kwa hiyo Yesu ni mwema. Haya unawa unawa una, una.

Shuhudia hiyo, ni kweli kuna siku alitaka kujinyonga na akatolewa kamba shingoni. Hebu shuhudia hiyo. Ya yeah, hilo tukio lilikuwa na ukweli. Nilikuwa shule. Ah uh, nilikuwa nilikuwa nikienda shule natoka jioni saa 12. Sasa, kikweli nilimkuta kwenye hali ambayo sio yaani tukawa tuelewani. Mimi namsalimia, haeleweki eleweki yaani. Mimi nikajiona kwamba ni ile hali imemtokea labda. Ah uh, kwa hiyo nilikuwa nimeshamzoea. Ikabidi nitoke nikawa nimeenda kwae mambo fulani hivi, mimi nikamwacha ndani huko peke yake, mida ya saa moja saa moja Sasa wakati narudi, kwanza sio mimi, ni mtumishi wa Mungu tu, alisemeshwa pale jirani kwamba nenda kwa Thomas, yaani alikuwa ameleta kama zawadi tu, kulikuwa sikuwa ameleta mboga, i think nenda kwa mida saa moja, ndo akamkuta Thomas mida ya saa moja ka saa mbili ndo akamkuta Thomas kaka yangu amefunga, ame kamba juu amesha yani kila kitu kiko tayari, kamba iko shingoni yani kilichobaki, na alikuwa amekanyaga kwenye stuli, kilichobaki ni kuisukuma tu ile stuli ajinyonge. Sasa yule mtu akapiga hodi sana, hamna mtu kutikia, apiga hodi yani, na alikuwa hajawe kuingia ndani, lakini roho tu inamtukuma inamtuma hapo, sukuma mlango ingie ndani. Kweli yule mtu akasukuma mlango ndo akamkuta pale pale, ndo akamsaidia akam, akakata zile kamba kutoka kadondoka chini, anamuuliza hajielewi, wakati wengi haielewi hata yeye mwenyewe kwamba anafanya nini. Tukabidi wamchukua akampeleka pale kanisani, wakamwombea wakamwombea, pale hivi akawa kwenye hali yake, wanamuuliza ulipata kufanya nini? Akasema, mimi sijui, kwani kimetokea nini? Wewe sio ulitaka kujinyonga? Akakataa, akasema, mbona mm, mimi sielewi. Kwa pale moja kwa moja tukajua tu ni ila za shetani, lakini ndamshukuru Mungu hili tukio lilishindwa kwa jina la Yesu.

Lakini nilikuwa nikiwa natembea kwenye paji la wa uso hapa. Naona maandishi kabisa yameandikwa mwizi hapa. Ulikuwa unaona yameandikwa mwizi. Mwizi. Mm. Lakini nilipokuja kwenye masaba ya maandishi hayapo. Mama mmoja akaniambiaje, hivi nikamuuliza swali. Hivi sikuweza hata uweze kutungua kwa mtaani. Akaniambia upo. Kwa hiyo upo wewe unatafuta bibi. Akaniambia pana pana, sielewi wewe unatoa kwaje. Wakiba wengine wanatafuta ila wewe sio kusikia ukisingiziwa, kumbe Thomas alikuwa ni maroho. Nikamuuliza kwa nini nilipoelekea, kwa nini nimekosea njia au niko sahihi? Akaniambia uko mahali sahihi. <muchilu> Ndio maana baba kwenye picha yako ukaandika, kuna nembo pale, kuna picha imeandikwa kifaru cha vita. Nimesumbua miaka mingi, ulitamka neno hili ukitamka mawili. Nilipokuja ndo nilisema hivi, "Enyi mzimu achana nafsi yake."